Na maafisa wa wizara ya elimu eneo bunge la Matayos kaunti ya Busia wamehakikishia wazazi na wadau kuwa mikakati kabambe imewekwa ili kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali katika sekta hiyo zikiwemo uhaba wa walimu na miundo msingi duni. Naibu mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Busia Oliver Adika amekiri kuwepo na changamoto zinazokumba sekta ya elimu hasa wakati huu wa mtaala mpya wa CBC japo, serikali ya kitaifa inafanya kila iwezalo kutafuta suluhu ya kudumu. Licha ya sekta ya elimu kuendelea kukumbwa na changamoto, wadau katika sekta hiyo wamehimiza wazazi kushirikiana na walimu kwa manufaa ya wanafunzi. Umoja nguzo yetu. Ni kauli ambayo imeibuka wakati wa hafla ya kuzindua malengo ya miaka mitano ya shule ya upili ya Budokomi iliyoko katika eneo bunge la Matayos kaunti ya Busia <mulia> Wakizungumza na waandishi wa habari wakati wa hafla hiyo, naibu mkurugenzi wa elimu Busia Oliver Adika pamoja na mkurugenzi wa tume ya kuajiri walimu TSC eneo bunge la Matayos Ndombi Shivachi wamefichua kuwa licha ya changamoto ya uhaba wa walimu kukumba shule nyingi nchini, mikakati maalum imewekwa ikiwemo kutumia mfumo wa kupeperusha mafunzo kupitia mtandao huo. Oh, upungufu wa walimu ni jambo ambalo tunashughulikia hasa sana kwa upande wa TSC, kuna mikakati maalum ambayo tuko nayo, ili tunaita katika Kiingereza live streaming of lessons, ambayo ipo ili kwamba tunaweza kutumia hata walimu kutoka shule zingine kuweza kuwasilisha masomo katika shule zingine, ili kupunguza ile hali ya uhaba, ya uhaba wa walimu our teachers will be trained we are also hoping that uh, the government through TSC will employ more teachers already they're employing interns. and uh, remember currently in secondary schools senior schools we do not have the Form 1 class so already there is space for the Grade 10 who will be joining next year Dishon Shiundu ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Budokomi na anaelezea taswira ya uhaba wa walimu katika shule hiyo huku akisisitiza umuhimu wa wizara ya elimu kutafuta suluhu ya haraka ikiwemo kutatua suala la miundo msingi hasa wanapotarajia kuanzisha gredi ya kumi. Tunahitaji walimu karibu 44 ili kuweza kuendeleza masomo kwa wanafunzi vyema. Kwa hivyo ni ombi letu tunapozindua mikakati hii kwamba tume ambayo inahusika na uajiri wa walimu nchini iweze kutusaidia kuwapata walimu zaidi. Hata hivyo, mwalimu mkuu amesema kuwa wamebuni malengo hayo ya miaka mitano ya shule hiyo kwa nia ya kuboresha hadhi na kiwango cha elimu. Hatua ambayo imepongezwa na mwakilishi wa wadi ya Buhayo Magharibi, Peter Talam, akiitaka serikali ya kitaifa kurejesha mpango wa basari katika serikali za kaunti ili kusaidia wanafunzi kutoka familia masikini kupata elimu. Tunapangia kwamba tutakuwa tunarejelea maswala kadhaa, maswala ya kielimu, maswala ya utumishi wafanyikazi, maswala ya mijengo, maswala ya rasilimali tofauti kwa shule. Kwa hivyo ni tarajio letu kwamba tunapozindua mkakati hii washikadau wengine ambao wanashirikiana nasi watatuunga mkono kuhakikisha kwamba haya maono ambayo tuko nayo kama shule yanatimia. So changamoto ya shule ni pia ukosefu ya fisi kwa watoto yetu ambayo wanatoka eneo letu hii, tunaomba serikali kuu iweze kuruhusu